Basi imempendeza Mungu injili injili ya Yesu Kristo abirio mahali hapa. Kabla tuanze, ni vyema tuamini, tuombe neno lake liendelee sawa na mapenzi yake Sawasawa sawa na mapenzi yako. Tafadhali Mungu zungumza na nafsi hizi, zungumza nasi pia. Bwana asante, mfalme wa amani, tunashuka chini ili wewe ukainuliwe, na ni katika jina la Yesu Kristo, jina lililo li kuu kuliko majina yote, tumeomba na kuamini amina. Kitabu ni waraka wa pili wa Petro. waraka wa pili wa Petro. mbili Mstari wake ni wanne, kwa, wa kwa maana kwa maana kama Mungu akuwasamehe wa malaika waliotenda dhambi, bali aliwatupa malaika walitenda dhambi, Mungu akawatupa wa kuzimu. Kati kusimu katika vifungo vya giza malaika wakae kusimu mpaka ile siku itakapokuja hukumu. Wewe unafikiria ni nani wewe nani? Wewe huko mali hapo, naishimaisha machafu. Maandiko yananionya yananionya mimi na yanakuonya wewe. Mungu akusamea malaika malaika waliasi, Mungu akawachukua akaweka kuzimu. Semusemina wewe, semusemi na wewe. Kila tendo chafu unafanya jua linaandikwa, kila uovu unafanya unaandikwa. Na Mungu atakusamehe kama utaendelea? Kama utakufa kwa leo, Mungu atakusamehe? Hakuna msamaha baada ya kifo. Marekebisho ni sahihi. Rekelea tena tafadhali, Waraka pili wa Petro mbili mstari wake ni yule mtu ambaye anaishi maisha machafu akifikiria hakuna kusibu. Mungu anataka uamke, malaika wako kusibu saa hii tunapoongea, kuna baadhi ya malaika wako kusibu saa hii tunaongea, weza koko kanisani, we nani we, we. weza kwenda kanisani lakini kama unafanya uchafu Mungu atakweka tu jana. Malaika ni wa malaika ni bora zaidi yako na yangu. Malaika ni bora, malaika wanasimama mbele za Mungu, malaika wanasimama mbele za Mungu, wanaona uso wa Mungu. Mi na wewe tunaona uso wa Mungu, tunakufa. Maandiko yanaeleza malaika wako kuzimu. Wewe wezaenda kanisani, lakini kama maisha yako ni machafu, jana mtaingia Kwenda kanisani ni bora, lakini kuwa mchafu kanisani, waenda kanisani na maisha yako ni machafu, jichunguze sana, jichunguze sana. Watu wengi wanajifariji, wanajifariji na tenda dhambi. Jumamosi, Jumapili niko kanisani, alafu najifariji. Ondoka huko, hakuna faraja, hakuna faraja ndani ya dhambi. Hakuna faraja. Mungu akusamea, malaika walipoasi. aliweka aliweka jana. Nenda kanisani na nenda kanisani na kwa wezewa Mungu ubadilishwe ubadilishwe. Lengo la kanisa ni kwenda kanisani tubadilishwe tubadilishwe, lakini wamebadilika na kama hata hujabadilika, je, una mapenzi ya kubadilika? Are you willing to be changed? Una mapenzi wataka Mungu akubadilishe wa? Au umetoseka na maisha machafu, wataka Mungu akubadilishe wa? Kuna mtu ametoka na uovu anasema Mungu, nibadilishe. Ni tofauti na mtu ambaye anaogelea, anaogelea kwa dhambi Dhambi ya sinaa imepeleka wengi uchana, uovu wa sinaa. Mungu akusamehe, malaika sidhani atakusamea, sidhani atakusamea kama utaka kwa uovu. Mimi pia sisi pia, malaika hawakusamehewa, mama malaika hawakusamehewa hatuna muda ya kuangalia ndani na ndani, ni uovu gani lakini Mungu anataka akuamshe na niamshe. Malaika walipoasi hawakusamehewa. Leo napochukua Biblia wenyewe, usifikirie itaishi hapo kitandani, imeandikwa mbinguni na Mungu anasema hata kusamea, kama utatubu na kuamini injili na kuacha, hata kusamea kama alala na mume wa wenyewe walala naye tu, walala naye alafu hii itaisha kitandani? Haijawahi aishi guest maovu, haijawahi kuisha guest. Guest mutamalizana guest, itaandikwa minguni, Mungu atakuweka jeana. Mungu anamwambia mwanadamu, sisini, usiibe, usiibe. Maisha yako yamekuwa ya wizi. Waheshimu wasasi Je, umekuwa ukiheshimu wazazi? Ikumbuka e siku ya Sabato na na uitakase. Unakumbuka Sabato ya Bwana, usiwe na miungu mingine, usiende kwa waganga, usiinamie sanamu za Katoliki, usiinamie sanamu za Maria, usiinamie kila Jumapili unainamia, usiwe na miungu mengine usitamani mke usitamani mume usitamani mifugo ya jirani yako. Je, hayo ni maisha yako? Mungu akusamea malaika. Akusamea malaika walioasi aliweka jeana, jeana iko, jeanam iko kwa watu ambao wanaishi maisha maovu na shetani na malaika zake. Mungu anataka toba.

Kwa hiyo nyumba ya kongoea kwa hiyo e, boda bodaboda wakongoea. Kwa hiyo e, wafanyakazi wakongoea. Kwa hiyo e, watu ambao wa nauzamitumba kongoea. Kwa hiyo wakazi wakongoea. Mungu anasema wa atatuhukumu, nitawahukumu nita kila mtu sawasawa sawa, na njia zake. Mungu anasema nitawahukumu kila mtu sawa sawasawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Geukeni, geukeni, geukeni! Mungu anasema geuka, geukeni, geukeni, geukeni, tubuni kutoka makosa. Kutubu ni kugeuka kutoka makosa, makosa yako yote, makosa yangu yote, ndipo dhambi, ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Tupilieni mbali Ezekieli 18:31, Mungu anasema tupilia mbali, tupilia mbali makosa yako na makosa yangu yote tupilia mbali takataka. Itakupeleka jiana, ulevi, usinzi, mwanamke, pombe, masturbation, condom, hizo ndio zaokatiana. Wasema ah, masturbation iko kwa Biblia, Genesis 38:9 na 10 mastabesha iko kwa Biblia na imepeleka wengi sana kuna watu wanafanya mastabesha hata hapa unajijua wafikiri Mungu anaweza tuma neno si coincidence chochote ambacho kinakupeleka sana wachana nacho ulevi nini nakupeleka sana Mungu anakuambia wacha tupilia mbali miraa mugoka si staree ni ulevi ni ulevi Mungu, Mungu kuma, anakuambia wacha. Mungu amekumba anakuambia wacha. Kwa nini? Usipoacha, usipoacha hata kusamehe, kama vile aliyeka malaika Jehanam, malaika wa Jehanam. Mungu anakuambia wacha, wacha ufisadi, wacha tupilieni mbali tena, makosa makosa yenu yote mliotenda, nani mpate nani mpate moyo mpya mpya mpya na roho mpya. Kwa nini ufe? Simba, na Kongoya kwa nini ufe? Eh, boda boda Kongoya kwa nini ufe? Eh, mhubiri wa Kongoya kwa nini ufe? Kwa dhambi wao. Nini nakuwa? Dhambi. Dhambi inakuwa. Mungu alimtuma Yesu Kristo. Yohana tatu mstari wa kumi na sita. Baada ya kutubu dhambi, kukiri na kuacha ni kuamini Injili. Mungu alimtoa Yesu Kristo Yohana tatu kumi na sita 3:16 kwa maana jinsi, kwa maana jinsi aliupenda, Mungu aliupenda, Mungu aliupenda, Hata akamtoa mungu alimtoa mwanawe wa kipekee mwanawe ni yesu kristo mwanawe ni yesu kristo mungu alikupenda wewe ni ulimwengu mimi ni ulimwengu mungu akamtoa yesu kristo kwa nini ili kila mtu atakayeamini ili kila ili kila ili kila ili kila mtu atakayetubu dhambi na kumwamini kristo asipotee asipotee bali awe bali awe na uzima wa milele Yesu alitolewa sadaka ya dhambi, hana dhambi. Dhambi zetu zikachukuliwa, zikaekwa kwa Yesu Kristo. Mungu anakuita umwamini, dhambi zako zihukumiwe, dhambi zako zioshwe, si dhambi zako zimalizwe. Mungu anakuita najichagulia wataka waendelee kuishi maisha machafu, Mungu akuacha, malaika aliweka Jehanamu. Mungu anataka utubu na umwamini Injili. Ee Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, asante kwa Injili Yesu Kristo mahali hapa Bwana, kupitia Roho yako Mtakatifu ya Mungu, nenda ukazidi kuongea nasi na kuongea na kila aliye mahali hapa Bwana Nanda ukaa mkemee muofu shetani wa nasa na uovu na dhambi shana mnakusimu Bwana, nisipate nafasi kwa mpendwa huu. Jitukuze Bwana kwa yote, kwa na hata kwa vyote yala tujaomba, na mimi mwombezi amekaa mkono wako wa kuume, Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu wasije kutuombea, umeomba na tukiamini. Amina.